Wananchi tunaambiwa kwamba naibu katibu mkuu wa chama hicho Zanzibar, bwana Nasoro Ahmed Mazrui, amesema chama hicho hakipo tayari kukaa katika meza ya mazungumzo na mwenyekiti wa taifa Profesa Ibrahim Lipumba, na badala yake kitaendelea kupambana na ukiukwaji wa katiba yake na utovu wa nidhamu kwa lengo la kurejesha taswira ya chama hicho mbele ya jamii ya Watanzania. Akaa Lipumba anajita kafu, kumbe si kafu. Akizungumza na waandishi wa habari, naibu katibu mkuu wa Kafu Zanzibar bwana Nasor Ahmed Mazrui amewataka wanachama na wafuasi wa chama hicho kutoyumbishwa na maamuzi yanayoendelea kuchukuliwa na Profesa Ibrahim Lipumba ikiwemo hatua za kinidhamu za kutengua uteuzi wa wakurugenzi na naibu wakurugenzi wote kutoka upande wa Zanzibar bado hajataka kukasilaza zake chini iuhumbumbmba bwana Mazrui huyo amesema chama cha CUF kinaendelea kuamini kuwa kuwa Profesa Ibrahim Lipumba sio mwenyekiti halali wa chama hicho baada ya kujiuzulu kwa matakwa yake binafsi ambapo baraza kuu la uongozi la taifa lilifikia uamuzi wa kumsimamisha wanachama wake Agosti ishirini na nane mwaka elfu mbili na kumi na sita na baadaye kumfukuza uwanachama Septemba ishirini na nne mwaka elfu mbili na kumi na sita. Amesema hakuna kiongozi yoyote wa CUF aliyekuwa tayari kukaa meza moja na Profesa Ibrahim Lipumba kuzungumzia mipango ya ujenzi wa chama huku akiendelea na mipango aliyodai kuwa ni ya kukivuruga chama hicho wiki baada ya wiki, lakini tunasema kwamba serikali yote iko madarakani haiwezi kusimama bila ya kusimama na vyama vya upinzani. Opposition ni muhimu sana katika kuleta maendeleo ya nchi unapojaribu kuwa upinzani. Chama hicho kimesema wakurugenzi na naibu wakurugenzi waliotenguliwa na Profesa Ibrahim Lipumba wataendelea kutumikia nyazifa zao na hawajashindwa kutekeleza majukumu yao kutokana na kuwa mstari wa mbele kupigania ushindi wa chama chao. NR Zakaria, Channel 10 Zanzibar.